Nyama, nyama, nyama, nyama ya kichwa kwa mtoto we, mtamu sana. Nyama, nyama, nyama ya kichwa, nyama ya mguu mwa mtoto umelojeka. Nyama, nyama, nyama Kolongwa. Nimefurahi <laughs> sana kuona vijana wangu timu imeenea. Vipi kuhusu nyama ya jana, Mkuu? Ile nyama ya jana asialikuwa nzuri sana na tamu, mkuu. <laughs> tena mkuu, mimi nilifaidi sana, nilipata nyama tamu, sijui ni mgongo ule, sijui ni paja, ilikuwa tamu <laughs> kanzi zuri <laughs> ila sasa, kila mmoja akumbuke majukumu yake, mmenielewa? kwa sababu tukiwa na ile mama tusipokumbuka majukumu yetu tutaadhiliwa. Nataka mpambane. Menelewachai? Ndio mkuu. Banka ndio mkuu, mbona umelegea? Hapana mkuu, nakuahidi nitakuletea, ntakuletea nyama nzuri sana Golil abe, mbona umekaa kinyonge? Ni kweli kabisa mkuu. Mi nikuwa naombi moja, nahitaji kuwa mkubwa zaidi katika kijiji chetu, yaani mabinti wote wawe chini yangu. Ah, unataka cheo gani tena? Wakati nilishakufanya kufanya wewe kuwa mabinti wote kwenye hiki kijiji wako chini yako, ni cheo kipo nataka yeye? Nahitaji kile ambacho nitaongea, ndio hicho icho wafuate. Fanya kazi yako kwa bidii, nitakupandisha cheo. Sasa basi, niwakumbushe tena kila mmoja akakumbuke kusimamia majukumu yake menenoshawi. Hatuna sababu ya kukaa muda mrefu, tondokeni. Kaundimbe, mambo poa? Mzima? Mimi mzima, sijui wewe. Mimi niko poa. Kaundimbe umependeza. <laughs> Ah, Kaundimbe unajua, mimi na wewe ni wanachama, na kama sisi ni wanachama pale kwenye chama chetu, ukiangalia mimi na wewe ndo wadogo wa mwishi yaani kiumri sisi ndio wadogo sasa. Mi nimekaa nimefikiria, nikaona nikushirikishe, mm, nikuambie kwamba mi na wewe tuungane, ili tudumishe chama. Yaani, namaanisha kwamba mi nakupenda, nataka uwe mke wangu chaungini. <laughs> Unaeta mazoea, si ndivyo? Sikia wewe, mimi simwogopi baba yako. Mama wangu anaweza kawa ni gwiji kumzidi hata baba yako. Kwa hiyo sihitaji tuzoeane. Hivi ukiniangalia juu mpaka chini, naweza kuona mtu kama wewe. Heshima ifuate mkondo wake. <laughs> Kaundimbe wewe hapo utakuwa tu umenielewa vibaya, mimi maana yangu haikuwa mbaya eh? Mimi ninachomaanisha ni kwamba tuunganishe nguvu, ili na sisi baadaye tuwe wakuu eh? Tuwe wakubwa kama wazazi wetu, yani hivi nguvu zimeshiba eh? alafu mimi hapa nakuwa king nao, nakuwa malkia au <laughs> unaonaje? Nenda kamtafutiawa malkia ili wewe uwe mfalme wake, lakini mimi Kaundimbe, haiwezi kutokea. kuwa atanielewa tu. Kaundimbe! Kaundimbe! Jamani, tumefika. Anaanza nani kuchota eh? Mi ngoja nianze, jamani uhum. Na utuchotee na sisi hmm. Selvanga, siku hizi umepotea kweli, yani hata uonekani huko mtaani, sijui una shida gani we ndugu yangu. Babangu mkali hataki tena nitoke nje, muda wote anataka niwe ndani. Kama huyo haonekani na ngolile naye, si, mnajua dogo zangu sasa hivi nimeshakuwa mkubwa na majukumu mengi, tena mengi mno, hivyo basi kuniona nadra sana, si mnajua tena. Hata mavazi nilovaa yanaashiria kabisa kuwa na majukumu. Nadhani mnajua kwamba nimeshakuwa dada mkubwa tena. Kwa hiyo sioni kama kuna kipingamizi chochote, zaidi tu natamani na nyinyi wadogo zangu mkue kama mimi, ili mvae mavazi kama hayo. Kwani nyinyi mwoni raha? <laughs>

Baba, mimi nimekusubiri kule muda wote, naona utokei sasa nimeona nikufuate huku kushambani nikuelekeze jambo langu, mimi nielekee huko barabarani kutafuta mifuko na manyasi kabisa eh. Eh? Kuna jambo gani mwanangu? Mimi kuna jambo linanitatiza sana mzee wangu. Na kama unavyojua kwa sasa mimi nimefikia umri wa kuoa. Na kuna binti nimempenda sana anaitwa Kaundimbe. Nadhani unamfahamu lakini yule binti haonyeshi ushirikiano katika swala zima la mahusiano ambalo mimi namwambia tuyaanzishe. Sasa nimekaa nimefikiria, nikaona mzee wangu pekee ndio ambao unaweza kulitatua hili swala na kunifanya mwanao nikapata furaha ya moyo wangu. <coughs> Mi najua wewe na mama yake Kaundimbe ni watu wa karibu sana na mnaelewana sana kwa hiyo kupitia we, mzee wangu, naamini hili swala utalifanya likawa jepesi sana. Mzee wangu, tafadhali naomba unisaidie baba. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Yale mwanangu, swala hili ndio limekutoa huko mpaka unanifata shambani. <laughs> Kweli sasa umekuwa na huyo Kaundimbe umeshajaribu kuzungumza naye? Ah, nishakutana naye lakini katika maongezi yetu hajaonyesha ushirikiano wowote ule. Zaidi na zaidi amekuwa ni mtu wa kunikebei, kunipa kashfa na fedheha. Kwa hiyo ndo maana nikakufuata wewe mzee wangu, ili uweze kunisaidia, maana upande wangu mimi naona nishakuwa ngumu. Wewe unampenda? Ndio, nimempenda tena sana. Hmm. Nitaenda kuzungumza na mama yake na lazima akubali tu, watake asitake lazima olewe. Ha. Sasa mpaka nakuletaje? ule hakujua ni nani? hata mimi nashangaa, ina maana amejisahulisha au amejisahau kwamba mimi ni Kadagaa, mtoto wa mzee Kikoti gwiji la magwiji eh? Alijua hilo. Nataka nikazungumza na mama yake, na najua mama yake hawezi kukataa, wataazaji kwanza kukataa eh? Alafu ninaombi baba, mm -hmm. Mimi naomba unilisishe mikoba hata kabla hujazeeka sana, kwa sababu unaona nikiwa gwiji la magwiji kama wewe au zaidi ya wewe hata hawa watoto hawawezi kunisumbua baba eh? kwa mfano kama mtoto huyu analeta dharau, nikimuhitaji naweza nikaingia chumbani kwake bila taarifa na nikafanya chochote nachojisikia. mm. <laughs> Kadagaa wewe, <laughs> bado kijana subiri, mambo ya kiiva, utalisishwa tu, lakini kwa ujana wako usije ukapewa vitu halafu kaanza kusumbua watu hapana. <laughs> <laughs> yeah? yeah. <Yeah>. yeah. yeah. <laughs> siwezi kufanya hivyo, nitakuwa makini sana, baba. Haya wewe, kafanya kazi kwa bidii utapata. Basi sawa baba, ngoja mimi ni kuache uendelee na shughuli zako. Mimi naenda hapo chini kutafuta mifuko, maana mvua zishakata hii, najua watakuwa washaanza shughuli zao. Sawa mwanangu. Wewe nenda kazi niache mimi.

Mbona mpaka mashambani? Kuna shida gani? Au kuna kosa gani nilolifanya, paka mpaka umeamua kunifuata huko? Bitausi wala usiogope, na hakuna tatizo lolote unalolifanya, bali mimi nimekuja na jambo langu. Hmm, Bitausi ah, wewe unajua mimi na kijana pale nyumbani, lakini pia na wewe una binti pale kwako sasa nikakaa nikafikiria nikawaza nikasema, kijana wangu mimi huyu tayari akashafikia umri wa kuoa. Sasa nikasema, hapana, yuko mshirika mwenzangu, kwa nini mtoto wa mshirika mwenzangu asiolewe na mtoto wangu? <laughs> <laughs> Uh, mkuu, kwangu mimi si si jambo baya a uh, Unajua watoto wetu hawa waoa wanakuwa na, na machaguo yao, lakini ntajaribu kuongea naye, kwa mimi nipo lazi, kijana wako amuoe binti yangu. Kwa hiyo ntajaribu kuongea naye, ndakupa marejesho mkuu. <laughs> Hiyo itakuwa imekaa vizuri. Na jambo lingine nikwambie, kama kijana wangu mie atamuoa mwanao Kumbuka kuna kana katoto ka kwanza. Mm -hmm. Lazima kae tukafanya nyama. Hey! <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> mkuu umewaza mbali. Ako kajuku kwenyewe tutaanza kukagombania, mara tunataka tumle nyama. Sema nyama ya watoto wadogo inakuwaga tamu. <laughs> Tunatafunaga hadi vifupa. Bwana, wewe. Mm <laughs> okay. Basi sitakuangosha mkuu. Basi sawa. Nashukuru. Ulifanyia kazi haraka kutoka sijaiauutbawa Asante. Mzee amekuja kunitisha hapa, nikajua si kuna jambo gani anataka kuniambia jaman amintwadi kwene mujiatali hivi <laughs> Selvanga, ni nani ambaye anasambaza hii mifuko aliyekuwa? Unajua, kila siku mimi naangaika huku na kule kutafuta hii mifuko, mwisho wa siku ijaye pale nikauze tupate hela ya kula, lakini kila ninaporudi nakuta mifuko imesambazwa huku kote. Ni nani ambaye anafanya hiyo kazi? Hapana kaka, sijafanya hivyo mimi, alafu nisingeweza kufanya hivyo wakati najua wewe ndio uliopanga na hivyo ni vitu vyako Sawa. Yuko wapi huyo baba? Nilimwona hmm. Ametoka, ila nilimwona ana wasiwasi sana. Sasaje, shida nini? Sarwanga abe baba ebunyea Mzee, <laughs> una mikwala wewe <laughs> Kadagaa, kazi nimemaliza. Swala lako limeshakaa vizuri, ni lazima umwoe yule binti. Hapo unavyoniona nimetoka kuongea na mama yake, na tumefanya mazungumzo kwa kina sana, na tumekubaliana, ni lazima umwoe. Ha? <laughs> yani, usitake kuniambia kwamba kila kitu ushamaliza mzee wangu? Ah, tayari? <laughs> kiukweli, mzee wangu, katika siku ambayo umenifurahisha leo ni siku mojawapo, na sina tu zawadi ya kukupatia kwa wakati huu, lakini nitakutafutia zawadi mzee wangu. Yani kwa jambo hili ukweli, umenifurahisha sana baba Kadagaa. <laughs> Mimi najua zawadi nitapata, wewe utakapooana na yule binti, najua ntapata kazawadi kamjukuu <laughs> mjukuu? Sijakuelewa baba, unamaanisha nini kusema kwamba utapata zawadi ya mtoto? Alafu mimi ninavyojua kwenye chama chetu ukizungumzia zawadi ya mtoto naona kama unaniacha njia panda hivi. Kadagaa usiomwoga namaanisha kwamba nitapata mjukuu wa kuishi naye, maana hata mimi nina hamu sana ya kuona mjukuu. Bila shaka umenielewa. Hmm. Mzee, kufika binti yangu. Ujue Mkoko anatokea shambani. <laughs> Niliogopa. Nikasema tumefanya kosa gani? Paka Mkoko anatokea shambani. <laughs> Alichoniambia sasa, Eti kijana wangu ameshakuwa anatafuta mke wa kuoa. Kwa kazunguka kijiji chote. <laughs> Ajaona binti. Kakuona wewe. <laughs> <laughs> Mama, kiukweli mimi hapana. Hata kama tupo chini ya imaya ila ikane sio kuchagulia na wanaume kwa nini mimi unichagulie mwanaume? Kiukweli mimi kule na ule kijana wake. Siwezi. <laughs> Sasa mwanangu, si ushakuwa binti wewe uolewe. Haya unasubiria nini sasa kuolewa? Utaolewa tu. Mama, kila kizazi kitakachozaliwa si tu wachawi. Wewe mchawi mamangu, mimi mchawi. Bado familia yao wote wachawi. Bado tena ni mtoto amba atakuja kwa mchawi. Kuamle nyama mtoto wangu. Sasa kama ingekuwa kila mchawi anakula mtoto wake, mbona yeye sijakula mimi? Mama hata kama. Sasa nisikilize, Kaundimbe mwanangu, hautaki utaolewa, unataka utaolewa. Mimi nimemaliza binti yangu. Mama, utanisamehe tu, kiukweli mimi siwezi ulemze, kuolewa na ule kijana. Kamwambie kabisa ule mzee sihitaji kuolewa na mtoto wake. Mimi Kaundimbe sihitaji. Kaundimbe wewe